Washiriki na wananchi wa mkoa huu wa Mwanza kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama na ulinzi katika kuimarisha usalama wa mkoa wetu. Nafikiri mnafahamu tulipata kazi ya kubwa tarehe 29 na tarehe 30, na moja kati ya waathirika wakubwa pia ilikuwa ni nyinyi wakuu wa vyuo au vyuo vyenu. E, baadhi ya vyuo vimefanywa vurugu. Eh, lakini pia nadhani kwa, kwa mfano wale watu wanyegezi wanafahamu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanasema tukachome chuo fulani, tukachome chuo fulani. Kwa hiyo swala la usalama katika vyuo pia, ninatoa wito kwa nyinyi wakuu wa vyuo kuimarisha usalama katika vyuo vyenu. Viko vyuo havina hata usalama, hata wale wa private security guys hmm. Lakini pia taasisi zote za serikali ninatoa wito wa kuimarisha usalama katika maeneo yetu. Hii haina maana kwamba hali ya usalama ni mbaya au mbovu hapa Mwanza, lakini wasiwasi ndio akili, sio lakini. Pia we, wakati mwingine matukio yanapotokea tunapata mafunzo mbalimbali, mafunzo kwa serikali, serikali inajifunza kwa sababu serikali ni watu wetu. Eh, serikali ni watu. Yaani, unaposema serikali mkoani Mwanza wewe unaamini ni, una, ni kitu gani? serikali ni nini? Serikali mkoani Mwanza ni mkuu wa mkoa na watendaji wake. Sasa yanapotokea matukio ya aina mbalimbali serikali huwa inajifunza, lakini serikali sio kitu ambacho kiko pale nidude. Serikali ni watu, watu wenyewe ndio sisi. Kwa hiyo na nyie pia ni sehemu ya serikali, kwa sababu hapa ziko taasisi za serikali ikiwemo hata hii TMDA, ikiwemo hata NHIF. Vyuo vingine vimetajwa huko, tuna vyuo vya Benki Kuu, tuna vyuo eh, ukirijuru na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wito wangu kwa wakuu wote wafio, wa vyuo katika mkoa wa Mwanza pamoja na mambo mengine pia kutathmini namna ya kuimarisha usalama katika maeneo ya vyuo vile hmm. Kama ulikuwa na walinzi wachache, ongeza walinzi. Kama ulikuwa una kampuni ya ulinzi, ongeza kampuni. Lakini pia e, tunaweza tukafanya improvement pia ya, ya ulinzi. Wengine walikuwa hawana electric fence. Kama eneo linafaa electric fence, unaweka electric fence. Lakini wengine walikuwa hawana CCTV ni vitu ambavyo wala sio vya gharama kubwa. Umejenga jengo kubwa kama ile hapa TMDA, halafu huna CCTV, hmm. Kwa hiyo ni vizuri tukafunga CCTV, tena zile za siri kabisa katika maeneo yetu, ili itusaidie hata baadaye inapotokea eh, changamoto ya usalama katika jengo, unaweza kurejea sasa hivi hapa baada ya vurugu za tarehe 29 na 30, majengo ambayo yalifungwa kamera za siri, tumeangalia footage. Wale waliovunja ATM bale wamesha- wameshajulikana ni wakina nani, sio wameonekana kwenye footage. Kwa hiyo na asilimia kubwa wamekwisha kukamatwa. Kwa hivyo tukifunga eh, security cameras maeneo yetu lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa vijana wetu katika maeneo yetu. Nyinyi katika taasisi zenu mna vijana wa kila aina eh, mna watumishi wenu pia eh, kuna watumishi wawili wamekamatwa hapa, na wenyewe wako kwenye kwenye vurugu, tena champion wa- wa fujo wa, wa mmoja eh, mwalimu mwingine daktari wamekamatwa wameka nanyiwe pia watumishi wenu, ni vizuri mkaendelea kutoa elimu ya umuhimu wa kuimarisha usalama, umuhimu wa kujenga amani, na amani haina mbadala. Nafikiri nyinyi ni mashahidi, tumekaa ndani siku tatu tu hapa, wengine e, wako hoi kabisa, siku tatu e? Sasa mtu mmoja akawa ananitania jamaa zetu wa Gaza huko wanamwaka aido sisi, siku tatu, hali yetu tete. Wako wananchi ambao hawawezi kupata riziki zao, ni lazima atoke barabarani. Kwa hiyo kuimarishwa kwa usalama wetu, kuendelea kuelimishana kuhusu umuhimu wa kutunza amani, na kwamba inapotokea machafuko ya aina yoyote, sio kwamba wewe ulianzisha utakuwa salama, lakini wengine walioathirika wa hata kupata vifo pengine wengine wala hawakuwa hata kwenye mambo hayo, lakini amani inapochafuka, mambo yanapokuwa yanapokuwa ndivyo sivyo, wale waliomo na wasiomo, wote mnaweza mkaingia kwenye nini, kwenye tanuri moja. Kwa hiyo sisi sote tunawajibika katika maeneo yetu kuzungumza na watu wetu, kuendelea kuwapa elimu, kuendelea Eh, kuendelea kutoa lugha ambazo zitasaidia kurejesha utulivu katika maeneo yetu, yeah.